Mseto Media tupo kazini kukuhabarisha barisha. Hapa utapata habari zote za ukweli hakikisha umesubscribe. Hakikisha umesubscribe. Kufuatia taarifa kusambaa mitandaoni na sehemu mbalimbali, juu ya viongozi wa vyama vya upinzani chini Tanzania Tundu Antipasi Lissu na wale wa ACT Wazalendo kuzuiwa kwenye uwanja wa ndege kule Angola Watu wengi walipoji na kuuliza ipi kauli ya serikali juu ya kuzuiwa kwa Watanzania hao kuingia nchini Angola, ambapo sasa serikali ya Tanzania inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, imejibu ama kuongelea hilo, ambapo imeuliza kwani wameuliwa? Na vile vile, uh, CCM imesema kama walipata changamoto yoyote, si wangerudi nyumbani? Labda huenda Angola kuna kitu walikihisi, ama walikuwa na wasiwasi nacho juu ya viongozi wale, ndo maana ya kuwazuia. Kauli hii imetolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM taifa, ndugu Wasira. E, tumsikilize akiongelea juu ya akina Tundu Lissu kuzuiwa kuingia nchini Angola, Rais Samia